Nataka magari. Nikisema pokea unasema pokea. Mimi napokea. Na pokea. Pokeakai napokea. Pokea manyumba hayo. Hapo e, a pokea. Pokea magari hayo. E, pokea pesa hizo. Pokea kila kitu, ama unapokea kila kitu napokea. Kufanya kufanya kazi. kazi kiai